Asante sana mheshimiwa waziri, waheshimiwa wabunge, ufafanuzi wa hoja, wa hoja alizokuwa amezitoa mheshimiwa Gambo uh, umetolewa na mheshimiwa waziri, lakini sasa kuna, kuna jambo moja hapa linatofautiana kitakwimu mheshimiwa waziri, na kusubiri ufike mahali ambapo unaweza kuketi ili usikilize. Anaenda tu kwenye kiti chako mheshimiwa. <laughs> Sio kwa umeacha pale makaratasi ambayo yanaweza yakasaidia. Asante sana, asante sana. Kwenye mchango wa mheshimiwa, kwenye mchango wa mheshimiwa Gambo, Hansard inasomeka kwamba alisema kwenye ile bilioni moja nukta sita ya kubomoa kubomoa maduka ama stendi, anasema bi, uh, kwa ajili ya kwenda kubomoa eneo la stendi ndogo, eneo ambalo linaingiza mapato halmashauri shilingi milioni mia nane kwa mwezi. Katika taarifa uliotusomea ukurasa wa kumi na saba mheshimiwa waziri Wahini, liona, yusika, manawe, wa hii nilio nayo sio kama na wewe ni ukurasa wa mia moja wa kumi na saba unasema ujenzi huu utaleta mapinduzi ya kiuchumi kwa kuongeza mapato kutoka wastani wa shilingi milioni mia nane hamsini kwa mwaka hadi takriban shilingi bilioni moja nukta tisa kwa mwaka. Hii milioni mia nane hamsini ni kwa mwezi ambayo itakuwa inashabihiana na ya Mheshimiwa Gambo ya mia nane au hii ya kwako ni kwa mwaka lakini yeye alisema kwa mwezi. Nataka tu kujua hapo ni mia nane kwa mwezi au mia nane kwa mwaka, Mheshimiwa Waziri. Mheshimiwa Spika, e, kauli yangu ndio kauli halisi na e, kwa kuwa Mheshimiwa Mbunge yeye ameonyesha kwamba kuna milioni mia nane na hamsini kwa mwezi, pengine anaweza kuwa na ushahidi kwa hili. Sawa mimi nataka, nataka tu hili eneo ili taarifa zetu zikae sawa sawa. Mheshimiwa Gambo, ni milioni mia nane kwa mwaka kwamba ulimi uliteleza ulivyosema kwa mwezi, au ni milioni mia nane kwa mwezi? Sikuwa nilitamka kwa mwezi. Ulitamka kwa mwezi, lakini sasa kwa taarifa aliyoitoa Mheshimiwa Waziri na we unakubali kwamba ni kwa mwaka au bado unasimamia ni kwa mwezi? Sio kwa mwaka, Mheshimiwa so, Spika, pale kuna vibanda <coughs> zaidi ya mia tatu, karibia mia nne, na kila kibanda kinalipa zaidi ya laki mbili kwa mwezi. Haya, hebu tufanye hiyo hesabu jamani, tufanye fasta, vibanda vingapi Mheshimiwa Gambo vinavyokadiriwa kufikia? Afanya mia... tu kadirio, tutajua mpaka mia nne Aa ah, afanya mia tatu sitini mara laki mbili. Ni, ni ngapi? Vibanda mia nne ni milioni themanini. Ehe, mheshimiwa wa, wa Momba, mtaalamu wa hesabu. Ah, nimeweka maximum yake amesema milioni mia... vibanda mia nne ukiweka inakuma... mia nne mara laki mbili ni milioni themanini. Milioni themanini. Na sio milioni mia nane. Inakuwa ah, ifiki nafika milioni themanini. E, ukiweka vibanda kwa mia kwa tatu mwaka na sitini mara laki mbili ni milioni sabini na mbili. Aya mheshimiwa Gambo, maanake sasa ni kwa mwaka ukiangalia kwa makadirio ya laki mbili mpaka laki mbili na nusu, sawa. Kwa hivyo u ulisema milioni mia nane kwa mwezi, sasa inaku, tunachukua taarifa ya mheshimiwa waziri kwamba ni kwa mwaka, ni sawa sawa, naona umesimama Mheshimiwa Spika kwa mwezi ni milioni 74 kwa mujibu wa taarifa ya eh, mapato ya mkurugenzi wa jiji la Arusha. Sawa, asante sana waheshimiwa wabunge e, hapa Mheshimiwa Gambo alipata nafasi ya kuchangia kwenye makadirio ya mapato na matumizi ofisi ya Rais Tamisemi, akatoa aka takwimu nyingi nyingi hapa. Sehemu ya hizo takwimu ndo hizi ambazo Mheshimiwa waziri amezieleza hapa kwa kirefu, na pia jana nimeletewa Hansad wakati tuko kwenye kamati ya matumizi, yakatajwa hapo mabilioni tena. Sasa kwa taarifa hii ya Mheshimiwa waziri ilivyoeleza, mtagundua kwa nini ilikuwa ni muhimu kutoa huu muda ili taarifa zetu rasmi za bunge zikae sawa sawa, kwa sababu zinapotolewa tuhuma nzito kama hizo lazima haziwezi, eh, tu kwenda kama hivi, kama mbunge amesema tu. Hapana, lazima tutilie maanani, kwa sababu ni fedha za wananchi. Sasa mheshimiwa, Mheshimiwa Gambo, kwenye ule mchango wako ulieleza mambo kwa machungu sana, lakini sasa hii ndo taarifa ya Mheshimiwa waziri na picha ambayo inajengeka kwa aina ya, aina ya michango ikitolewa kwa sura hii, ni kama vile mbunge anasema, lakini kuna watu mahali hawasikii hawasikilizi. Sasa hii kidogo inakuwa haileti picha nzuri, hasa ikiwa na wewe ni sehemu ya vikao. Na kuwa sehemu ya vikao ni swala moja, kushiriki ni swala la pili, la tatu ni jukumu lako kushiriki vikao, mheshimiwa Gambo. Kwa nini? Kwa sababu kwenye hii hansard niliyoisoma hapa kuna mahali mheshimiwa Gambo unasema: mheshimiwa Spika, mimi nilikuwa na, siendi kwenye taarifa zote, maana nami nitakuwa narejea tena, nasoma tu hapa ili e, waheshimiwa wabunge wapate picha, lakini pia wananchi waelewe. Mheshimiwa Spika, wa mimi nilikuwa na ushauri kwamba mapato ambayo yanapatikana kwenye majiji yetu hasa haya makubwa, Arusha, Mbeya, Dar es Salaam na Mwanza, hebu kaeni na watu wa halmashauri, wasipange budget ki traditionally, wapange budget kulingana na changamoto za watu. Leo kule kuna shida ya vivuko, leo kuna shida ya barabara, mnakwenda maana hawa ni watu wengine mnakwenda kutenga fedha shilingi bilioni moja nukta sita jiji la Arusha eti kwa ajili ya kwenda kubomoa eneo la stendi ndogo, eneo ambalo linaingizia mapato halmashauri shilingi milioni mia nane kwa mwezi. Leo mnakwenda kubomoa eti mjenge sasa. Haya maneno yanaashiria, yaani wewe uko pembeni, ni watu wengine ndio wanafanya hii kazi. Sasa Mheshimiwa Gambo, maneno kama haya ni dhahiri. Mimi na, na, na napitia huko kwenye mitandao, hata mimi yale maamuzi niliyoyatoa nimesoma huko, inaonekana kama kuna jambo hivi linafichwafichwa linafanywa nini. Sasa tuhuma za namna hii hazipendezi, ikiwa zinaelekezwa mahali ambapo hakuna uthibitisho. Milioni mia nane zimetajwa kwa mwezi, kumbe ni kwa mwaka mabilioni haya yanayotajwa, kumbe taarifa zipo, ni mfumo wa nesti ulikosea vipimo ukaweka vipimo sawasawa. Kwa hiyo lazima tuliweke sawa ili tusilete taharuki kwa wananchi, na ikiwa litakuwepo jambo lingine la ziada. Sasa maana jana ulizitaja hapa bilioni saba eh, kama hizo nazo bado unahoja nazo, mimi niko tayari kabisa, kwa sababu bunge hili haliwezi kuvumilia ubadhilifu mahali popote eh, na ndio maana nilitoa nafasi wewe ukamaliza mchango, na pia nikatoa nafasi kwa mheshimiwa waziri. Lakini lakini wakati huo huo bunge hili haliwezi kuvumilia taarifa ambazo zinakuwa hazina ukweli. Kwa hivyo lazima kila jambo liwe linakaa sawa, kwa sababu hiki ni chombo cha wananchi na wananchi wanatutarajia sisi tufanye kazi kwa sura ambayo tunaleta tija, na ndio maana tunafanya yale maombi asubuhi. Kwa hiyo hata lile ulilokuwa umelisema jana, maana hukupata nafasi pa kulisemea kama hayo mabilioni kuna mahali unaona yamepotelea, pia naweza kukupa nafasi, lakini ni vyema ukakaa pale na mheshimiwa waziri, mwambie hapa napo nahisi zimepotea, hebu nipe taarifa. Atakupa taarifa na hakika utaridhika, kama ambavyo leo taarifa hii imekuja kwetu. Kwa hiyo, waheshimiwa wabunge, sasa taarifa zetu rasmi za bunge zinakaa sawasawa. Mwongozo wa Spika, Mheshimiwa Gambo Nnai mheshimiwa spika, knaomba niombe mwongozo wako kwa sababu mheshimiwa waziri ametoa majibu, na mimi nilitoa maelezo nikiomba uchunguzi ufanyike kutokana na tuhuma ambazo zilikuwepo. Sasa nilikuwa nadhani kuna mambo yamesemwa ambayo hayakusemwa sawasawa la kwanza kuhusiana na jengo la utawala, Mheshimiwa Spika, nilijenga hoja mbili. Sawa. Sasa ili tuende sawasawa, mheshimiwa Gambo Umese, umetumia neno hayakusemwa sawa, sawasawa. Kwa hivyo ili tuende sawasawa sawa na kanuni zetu Di. katika hii taarifa aliyotoa mheshimiwa waziri, hicho unachotaka kunieleza sasa hivi ni kwamba waziri amesema taarifa isiyo ya kweli. Mheshimiwa Speaker, ndicho unachotaka kusema Mheshimiwa Speaker, fasi, tarifa, fasi, kwa sababu amepewa nafasi ametoa taarifa na mimi ningepewa nafasi nikatoa utetezi wangu kwa sababu hili jambo lina maslahi mapana kwa jiji. Hapana, Keti. Keti Mheshimiwa Gamba. Ehe. Mheshimiwa Bunge, isije isije ikaonekana kwamba kuna upande mmoja umesikilizwa mwingine haujasikilizwa, hapana, na ndio maana nilitoa upande wa serikali usikilizwe kwa sababu wewe ulishasikilizwa na Hansard niko nayo hapa mbele kwa hivyo wewe ulisikilizwa na Bunge na wabunge wenzako. Sasa ilikuwa nafasi ya serikali kusikilizwa na Bunge na wabunge wenzako, ndicho kilichofanyika hapo, na sasa umesimama. Ndio maana nimekuuliza jambo moja, sio kwa nia ya kukusikiliza wewe tena, maana vinginevyo itabidi nimpe na waziri nafasi tena. Sasa katika zile taratibu zetu za kusikiliza, hili Bunge haliwezi kufanya hivyo. Ndio maana tunafanya kazi kwenye kamati. Waziri alichokisema kwenye taarifa yake umetumia neno ambalo halisemi kama ni uongo ama si sahihi, lakini umeweka hapo si sawasawa. Nimeuliza ili sasa nichukue hatua kikanuni. taarifa aliyotoa Mheshimiwa waziri, kuna mahali amelidanganya bunge, ili tuanzie hapo kwanza. Amesema hili jengo limeanza nikiwa mkuu wa mkoa. Hapo amesema uongo, lilianza nikiwa mbunge kwa 2019 ulikuwa umeshaondoka ama hali kwanza, 2019 lilianza 2021. Sawa mheshimiwa. Ehe, kuna nyingine au ni hiyo tu bwana? Anataka nianze ni, ni, niende hapa. Mnaniona nimeshika kanuni tayari. Kuna lingine mheshimiwa? Gambo, kwenye taarifa ya waziri nyingine, mheshimiwa spika, ni msingi wa hoja yangu. Hoja yangu ni ambao yeye amedanganya. Msingi wa hoja yako, yeye kadanganya hajauelewa yn yani, huo msingi nadhani na, na kuna mahali inahitaji kufanya clarification ili nipate majibu vizuri zaidi. Mheshimiwa Mwenyekiti, kwenye Mheshimiwa Spika, kwenye hata sekunde 30 kwa sababu ni kitu kidogo tu mheshimiwa, kwa sababu nikikupa we nafasi lazima na yeye nimpe na bunge humu ndani, ndio maana huwa tunafanya kazi kwa kamati, hatufanyi huu utaratibu wa back and forth. kwa hiyo keti. Mheshimiwa Mbunge eh, jambo hili kwa sababu kama nilivyosema, Mheshimiwa Mbunge alipata nafasi ya kusikilizwa mchango wake na alisikilizwa mpaka mwisho, nikatoa nafasi kwa serikali ili ilete taarifa bungeni. Imeleta taarifa serikali kupitia waziri na imesomwa hapa. Mheshimiwa Gambo inaonekana kwenye ile taarifa iliyosomwa na serikali, yeye anasema waziri amedanganya kwenye taarifa yake. Kwa hivyo jambo hili kwa sababu mimi sina, uwaki, sina uwezo sasa hapa wa kuanza kufuatilia kila mmoja, nalipeleka kwenye kamati yetu ya kudumu ya Bunge ya maadili, kule wataenda kusikilizwa, sawa. So, kwa hivyo kamati yetu ya haki maadili na madaraka ya Bunge itaanza kazi mara moja. Na leo, ngoja eh, niangalie vizuri, leo ni tarehe ngapi, jamani? Leo tarehe ishirini na tatu, kazi hii ifanyike wiki ijayo, watapewa nafasi ya kuleta hiyo taarifa hapa bungeni, na mnazijua kanuni zetu vizuri, kwa sababu ndo tuko mwishoni sasa hivi. Kwa hiyo hamna mtu atakuwa hazijui hizi kanuni, kwa hivyo kamati yetu itawasikiliza alafu itakuja ituambie nani muongo hapa ndani na kisha hatua zitachukuliwa baada ya hapo. Asante sana. Mwongozo mheshimiwa spika, baada ya kusema hayo Mheshimiwa Gambo naona umesimama itakuwa ni mara ya mwisho kusimama. Sawa. Mheshimiwa Spika, mimi naona kama sijatendewa haki kwa sababu unalijua jina, sibishan... na... unalijua jina la kamati ile nilikokutuma ngoja ngoja. Unalijua jina la kamati nilikokutuma linaitwaje? Na, naijua Mheshimiwa Spika. Inaitwaje? na sibishani... ile kamati ya maadili sibishani na wewe Mheshimiwa Spika. Maadili pekee, inaitwaje ile kamati maadili, haki sasa ukisema sija kutendea haki, kule ninakokupeleka ni ili ukafanywe nini? Mheshimiwa Gambo. Sawa Mheshimiwa Spika, nashukuru Mheshimiwa Spika. Kule nako kupeleka ni ili ukafanywe nini? Si ili usikilizwe haya yote unayotaka nikusikilize? Mimi hapa ndani, tukiwa watu wote, tunakusikiliza. Bunge linafanya kazi kupitia kamati, na wewe umepelekwa kwenye kamati na hujapelekwa peke yako. Umepelekwa wewe na uliyemtuhumu kwamba amesema uongo. Sasa hujatendewa haki na mimi ama hujatendewa haki na nani? Maana hamna hoja no. Sasa kipengele nichosema amesema uongo ni kwamba kusema mimi nilikuwepo wakati nikiwa mkuu wa mkoa wakati nilikuwa ni mbunge. Kwa hiyo mimi nilikuwa nafanya clarification, nilikuwa natoa tu clarification kwamba katika hicho kipengele cha kusema kwamba mimi nilifanya nikiwa mkuu wa mkoa, ndio nilikuwa nataka rekodi zikae sawa kwamba nilifanya nilishiriki nikiwa nikiwa mbunge unahisi una, kamati kwa... italeta taarifa gani hapa ndani mwana anaona umeshajua italeta taarifa fulani ambayo itasisitiza kwamba we ulikuwa mkuu wa mkoa wakati haukuwa mkuu wa mkoa hapana sijasema italeta taarifa gani nasema mheshimiwa spika kwa sababu unasema nimesema amesema uongo ndio nasema kile kipengele ambacho, A, kwa unataka tena <laughs> kile kipengele ambacho unasema amesema uongo mheshimiwa gambo sasa hapo tena unaleta tuhuma zinazonihusu mimi kwamba nimeingiza maneno mdomoni mwako maana mimi nitaitisha Hansard sasa hivi Hapana, mheshimiwa spika, nasisitiza kwamba nilichokisema... Amna kusisitiza, hebu keti chini, mheshimiwa Gambo keti. utaenda ukajieleze kule kwenye kamati sawasawa e, maana sasa nisije kuwa nimetoa hapa maamuzi tena huyataki, wakati wewe mwenyewe ulikuwa unajibu huku kana kwamba kuna mahali unataka kufafanua. Ufafanuzi utatoa kwenye kamati, kamati italeta hapa ndani. Waheshimiwa wabunge tumeelewana eh? Ndio utaratibu, bunge letu linafanya kazi kwenye kamati. Haya, baada